Tuunaona nini? Unaona ni roundabout ya, ya kuelekea Arusha. Na kama ilivyo ada, hii ni safari ya PMbet mpaka hapa Moshi Kilimanjaro, na yote hiyo ni kuleta gari ya kumkabidhi mshindi wetu kutoka PMbet kwenye promosheni ya Royal Win Plus. Mambo vipi, Emanuel? mambo poa kaka. ulipokeaje taarifa baada ya kutangazwa kwamba wewe ndiye mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail kutoka PMB? Ah, kwanza, si kwa kweli kwanza sikuamini taarifa nilipokea, lakini baadaye nikaona kama taarifa za kizushi, kwamba taarifa hazina ukweli ndani yake, lakini baadaye nilikuja kuaminishwa baada ya kuambiwa niingie niangalie, na hapo ndo nilipojihakikishia kwamba ni kweli nimeshinda gari. Unajishughulisha na nini? Mimi ni fundi bomba na umeanza kubeti ama kushiriki michezo ya kasino ya mtandao kupitia PMBet kwa muda gani sasa? Ni muda mrefu kwa kweli. Siwezi kukumbuka ni lini, lakini muda mrefu naifahamu PMBet. Na michezo yako pendwa ambayo unashiriki kupitia PMBet kuna extra crown, golden mayani, narusha kindege, michezo ni mingi kwa kweli. Cheza zaidi. Tovuti ni www.pmbet.co.tz. Huenda nafasi ijayo ikawa ni ya kwako, na safari tutafunga kukufuata wewe popote pale ulipo na kukupa zawadi yako. Asante.